Tumeondoka makundi au kundi kamili, mahujaji wa kiume na mahujaji wa kike, jumla ya mahujaji mia na nne au tuliokwenda pale mia na mbili walikokuwa mahujaji wengine wa ambao walipata dharura, wamefanyiwa umra leo asubuhi kwa dharura zao za ugonjwa. Tulikwenda kufanya mia moja na, mia moja na mbili, na alhamdulillah tumeingia pale baada ya asri takriban saa kumi na nusu na nusu, na imefika kabla isha tumemaliza Umra umemaliza kusali pale asha. mm -hmm. Umetahalal na, na siku imepita vizuri alhamdulillah. Namshasalum kwa woni wangu kwamba alhamdulillah yeah. Hija umeisoma kwenye <coughs> vitabu kwa muda mrefu. Je, mathalan ningetokezea, ukaambiwa nenda pale kafanya ibada ya hija, wewe kama wewe Uh, ibada hii ya hija Sheikh ni ibada ya vitendo nah. Na bila shaka pale mwanadamu anapoingia akaona kusanyiko mkubwa kama ule nah. Wengine huingia fadhani we, kwa hivyo unavosoma kwenye vitabu na naanavosomeshwa kwenye semina na, na kaja akashuhudia hapa, anakuta vitu vli tofauti. Akikaa pale kwenye semina akafundishwa, anaona mambo mengi na pengine mazito nakofia kusahau na. Lakini anapoingia pale akawa chini usimamizi wa viongozi mashehe, hapa tunafanya hivi, anamaliza kwa wepesi. Kama mahojaji wetu baadhi yao walikuwa nao nadharia hiyo kwamba Jambo zito tutafahamu vipi? Tutakumbuka vipi? Lakini walivyomaliza wenyewe walihisi wepesi, kama kama wale waliosoma mrefu, kwa muda mrefu katika semina tofauti, ndani ya masaa machache yamemalizika. Alhamdulillah eh e, takriban kawaida kunakuwa na mazuri lakini nahisi changamoto zikosekana, labda unahisi changamoto gani iliojitokeza? Hapa kuna kufanya Umla mpaka kurudi, ipo changamoto yote au kila kitu alhamdulillah kienda vizuri. A changamoto katika upande uh, wa maandalizi ya hapa Saudia na watu wa hija mipango yao imepangwa vizuri alhamdulillah, lakini changamoto mbili tatu hazikosi, hasa ukiwa unaongoza watu wengi wanaokwenda kutekeleza ibada hiyo. Kuna kusukumana, kupoteana, kutafuta wenzako wakwapi, ukapungua kidogo, kuchelewa kurudi kutojua njia changamoto zilizokuwa na changamoto za kawaida lakini kuhusu upande wa ibada wote wametekeleza zile yaliyotakiwa wayatekeleze alhamdulillah wayatekeleza alhamdulillah kiufupi changamoto ni zile ambazo za kijamii za kawaida shukran barakallahu fik wa kikawaida tutawapa ripoti nyingine inshallah ya allah nyingine inshallah wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu yetu kwa jina unaitwa nani? Suleiman bin Saif bin Ahmed bin Mahmud Al-Ghallabi. Naam, Sheikh Suleiman. Una lolote la kuambia watazamaji kwa muda huu juu ya sala la ibada ya umra na ibada nyingine zinazoendelea za hapa Makka. Ibada za hapa ni ibada unaposoma kwenye vitabu, na unafahamishwa na masheho kule Tanzania au sehemu nyingine, ni tofauti. Unaokuja huku yakuta unayona kama kule ni mambo makubwa sana, mpaka vichwa vinaumiza, lakini unapokuja hapa mambo yanakwenda mamboyanakwenda mapesi sana, na kwa sababu kuna utaratibu wa mashekhe ambao kuongoza nao tunakenaongozanao kamakundi watu kumi kumi, kila shekhe nakuundi waukumi watu 15 10. Wallahi mambo yamkwenda mepesi sana, ambapo huwezi kutarajia mambo kama hayo. Eh, unaonekana ni mzoefu sana wa masala ya hija yeah. Hii labda ni hija kwa ngapi? Mimi wallahi wa ni hija yangu ya 3. Mashaallah. Nime 2007 nilikuja niliambiwa maneno haya haya, lakini nilipofika hapa nikaona raisi. Nikaja 2023 bili na nilikuja na tatu nilikuja na, na, na, na Istiqama na na tatu siri kubwa kwamba wanafuatilia mahujaji wao kwanza, mwanzo mwisho, wanahakikisha mambo ya ibada inafanyika kihalali kisheria, ndiyo na kwenye mwenendo, mwenendo ambao unatakiwa, naam. Na hakuna changamoto yoyote, kama kuna makosa yote yanarekebishwa na, na sehemu zote ambazo natakiwa twende tunakwenda, zote ambazo ziara sehemu takatifu na. Kote tunafahamishwa hivi ni hivi na hivi, kwa hiyo wa, alhamdulillah mambo yote yamekwenda safi salimi, haya swala so jingine hapo kuhusu umekuja elfu mbili na saba elfu mbili ishirini na tatu Je, kuna tofauti yoyote au maboresho yoyote ulioyakuta baina ya siku zile na siku hizi, kwa mujibu kwa upande wa jumuia, sio kwa upande wa mamlaka. Upande wa hii jumuia, wallahi jumuia, jumuia kila siku ina mambo mapya. Naam, yameongezeka mambo kwa kwa kiasi yanaongezeka. Naam, kwa kiasi yanaongezeka kwa, ya kwa, kwa mujibu wa taratibu, lakini hapa maaka kuna taratibu kila namna nde. kila mwaka kuna mambo mapya naku lakini kwa sasa hivi alhamdulillah mambo yamekwenda safi yote, alhamdulillah. Na swala jingine ambalo mimi nalihitaji kwa, ndiyo. Vijana, vijana muhimu sana kuja kija, wajua vijana na nguvu zao, kwa sababu huku kuna competition kubwa no. vijana ndio unafanya ibada vijana ndio utaratibu zote unaweza kuzifanya mepesi. Haya, umetaja swala la vijana, kwa, kwa yani mtazamo wako ule mwaka 2007 na sasa hivi ni mkupo gani unahisi, ulikuwa na vijana wingi na upi ulikuwa na wazee wingi? kwenye elfu mbili ishirini na tatu tulikuwa na vijana wengi sana, sasa hivi yeah. Nee, na, na, pia tumepata wageni kutoka Nzega, ambapo ni hatua kubwa hiyo. ma, hatu <Nesha> watu kumi na moja wametoka Nzega. Hizi neema ambazo mfano wake tulikuwa bado sisi, tulikuwa chini tunasema Zanzibar ndo mahujaji watatoka zia wa, lakini amefika mpaka bara sasa hivi alhamdulillah. Hizi neema ambazo ai mfano wake hakuna hapa. Salam, tuna ndugu yetu huyu kwa jina, unaitwa nani? Naitwa Abdurazak Ali bin Sefu na Sheikh Abdulrazak na, na. Eh, vipi safari yako kutoka Zanzibar mpaka kufika Jidda na kutoka Jidda mpaka kufikia Makkah ilienda vipi, labda kwa ujumla mm. Ujumla yaani, Alhamdulillah kwa ujumla safari ilikuwa nyepesi, kwa vile tulikuwa na direct flight kutoka Zanzibar mpaka Jidda. Safari ilikuwa nyepesi, tunashtukiza tumefika tu. Wakati tuko ndani ya ndege, huduma zilikuwa nzuri na baada ya kufika pia, naona hakukuwa na foleni kubwa pale airport. Tulitegemea kwamba kuna mahujaji wengi tungepata tabu kukaa foleni kwenye immigration pale, lakini ndani ya dakika tano, sita tulikuwa tushatoka. Na baada ya hapo, tulikaa kwa ajili ya kupanda mabasi kwa ajili ya kujamaka. Na pia kutokana na story ambazo tunazisikia za miaka ya nyuma kwamba tulitegemea kukaa sana pale kusubiria kusubiria, kusubiria, kusubiria mabasi lakini pale hadi pengine chini ya nusu saa tulikuwa tayari kuondoka. Hmm. Na utaratibu wa kuondoka ulikuwa mzuri, kulikuwa kuna foleni ambayo e, inakwenda haraka haraka, mnaingia ndani ya mabasi. Hmm. O, kila kitu kilikuwa smooth alhamdulillah. Yani hatukutegemea, lakini kila kitu kimeenda vizuri alhamdulillah, alhamdulillah. Hii ni hija yako ngapi? tu... labda hii ni hija yangu ya kwanza. Mashaallah, hii ni hija ya kwanza, hii ni hija ya kwanza kwanza, hii ni hija ya hi, hi, hi. Na, na ibada umra ulifanya peke yako, ulikuwa na wenzako mlifuatana nao? Aa, nilifanya na wenzangu, haikuwa <laughs> kwa kikundi lakini ilikuwa tulikusanyana tu kama nane hivi. Wow. Tukaja kwa ajili ya ibada ya Umra. Kwa hiyo experience tofauti, of course, kuwa kama group wengi na kuwa kidogo, na ibada ni ibada mbili tofauti, japokuwa kwa zinafanana, lakini experience tofauti